Utafiti wa chuo kikuu cha Duke nchini Marekani unaonyesha kuwa zaidi ya asilimia 45 ya maisha yetu ya kila siku huendeshwa na mazoea au habits, au tabia ambazo tumejizoeza, mazoea ambayo tumejizoeza, sio kwa maamuzi mapya. Hii inamaanisha kwamba kama hujajenga nidhamu, basi kila siku karibu nusu ya maisha yako yanaendeshwa kwa mazoea mabaya bila wewe kujua. What? That's strange, that's dangerous. Jim Rohn inasemaje? Jim Rohn inasema hivi, nidhamu ni daraja kati ya malengo na mafanikio. Nidhamu ni daraja kati ya malengo na mafanikio. Bila nidhamu, malengo yako makubwa hubaki kuwa kama ndoto tu za hewani only wishes kwamba ah, unatamani kuna kitu fulani lakini, kwa kuwa huna mipangilio fulani na mikakati ya kukupitisha kwenye huo mchakato, basi anabaki hivyo hivyo. Sasa, leo nataka nikushirikishe siri saba rahisi lakini zenye nguvu, ambazo zikifuatwa kila siku zinaweza kubadili maisha yako na kukufanya kuwa mtu mwenye mafanikio makubwa. Kiufupi, tunakwenda kuangalia siri saba za jinsi ya kudumisha nidhamu kila siku, kwa sababu nidhamu ndio kitu ambacho kinaonekana mpaka sasa hivi ni changamoto kwa watu wengi sana. Watu wanaweza wakajiapiza, wanaweza wakanuia, wanaweza wakatia nia kufanya jambo fulani, kufanya vitu fulani, lakini ikifika kwenye utekelezaji ile nidhamu sasa ya kuyaendea mambo hayo au majambo yale ndio inakuja kuwa tatizo. So tuangalie leo inakuwaje. Karibu. Naam, tumerejea. Hii ni Success Path Network, mimi naitwa Ezden Jumanne. Unatokea wapi? Niambie kule unatozazama utaandika hapo chini itakuwa vizuri sana, lakini kikubwa zaidi ukishapitia somo hili, hakikisha una comment pia, kwa maana ya vile ulivyoelewa na kile ambacho unaona kitafaa kuongezewa. Na wale ambao unapenda kuwashirikisha, basi chukua link, watupie, watumie ili tuweze kwenda pamoja na kujifunza pamoja, kwa sababu kwenye Success Path Network, kwenye Success Path Network, kwenye Success Path Network tunasema each one teach <coughs> one. So unawezaje kudumisha nidhamu kila siku? Point number one. Anza siku na mpangilio maalum kwa asubuhi. Hii kitu tunaita morning routine. Unakuwa na ratiba ya asubuhi ambayo unakuwa unaifuata kila siku, haijalishi ni siku za kazi, yani hizi tunaita weekdays au ni weekend au siku za mapumziko. Kwa nini? Kwa sababu kuamka mapema na kupanga ratiba ya siku kawaida vitu hivi huwa vinajenga muongozo yaani, kama unakuwa unaamka mapema kila siku. Lakini kumbuka, hauwezi kuamka mapema kama unachelewa kulala. Kwa hiyo inatakiwa anzia <laughs> usiku uliopita, lala mapema ili uweze kuamka mapema na kupanga ratiba ya siku. Utakuwa unafanya nini? Unajenga mwongozo fulani kwenye maisha yako, ambayo ndio nidhamu. Sasa, kwa nini ukianza siku bila mpangilio unakuwa unaruhusu mazingira yanayokuzunguka au watu wanaokuzunguka au vitu vinavyokuzunguka viamue mustakabali wako wa maisha kwa niaba ya yako iwe unataka au hutaki. Kwa nini? Kwa sababu hauna ratiba yoyote. Ina maana wewe utaendana tu na maisha jinsi yanavyoenda kila siku, sawa? Unakuwa kama bendera, unafuata upepo jinsi unapoelekea. Lakini ukiwa na ratiba, upepo ukienda hivi unasema no, mimi naelekea hivi. So hiyo ni point ya kwanza. Point namba mbili, weka malengo madogo kila siku. Unajua malengo makubwa huwa yanajengwa na vile vitu vidogo vidogo ambavyo au hatua ndogo ndogo ambazo unakuwa unajiwekea siku zote sawasawa. So, so, ukiwa na kazi tatu au nne ni rahisi kuona kwamba siku yako umeishi vizuri na unaona matokeo kwa sababu vile vitu ni vichache, unaweza ukaviendea kwa ufanisi na ukavimaliza, lakini fikiria, ukianza siku na mavitu mengi na ujui kipi ni kipi, kipi kina umuhimu zaidi, kipi kina umuhimu, unaanza tu kufanya kitu chochote, au wengi wao wanafanya hivi, na kuibia hii siri watu wengi sana huwa wanaendea kile kitu ambacho rahisi zaidi kufanyika cha kwanza. Ukianza hivyo, maanake ni kwamba asubuhi ndio mtu una, una, una, nguvu zaidi kwenye mwili wako. Wakati una nguvu zaidi wewe unafanya ka kitu kepesi zaidi unafanya kepesi zaidi na kepesi zaidi na kepesi zaidi ikifika kwenye saa saba unakuwa umeshachoka kwa kufanya vitu vyepesi. Vilivyobakia ni vitu vigumu, vitu vizito, vinahitaji akili labda na nguvu na kukaa muda mrefu zaidi, kwa hiyo unakuwa una, umechoka. Kwani uh, Brian Tracy kwenye kitabu chake cha Eat That Frog anasemaje, kwamba anza na kile kitu kigumu asubuhi, kwa sababu ndio muda ambao akili inafanya kazi kwa ufanisi zaidi. Huo ni muda ambao unaweza kutackle any obstacles kwa urahisi na kuzitatua, alafu siku inavyokuwa inaisha you're laying back unafanya vile vitu vya pesi sasa taratibu, na utaweza kukamilisha vitu vingi sana. So hiyo ni siri ya pili. Ikiwa unataka kudumisha nidhamu kila siku kwenye maisha yako, kumbuka kuweka malengo ya vitu vidogo vidogo. Hata una jambo kubwa lakini livunje vunje, uanze na vidogo vidogo, vidogo. itakuwa inakupa ufanisi wa kuendelea, na usichoke kuliendea jambo lako kwa haraka. Kitu cha tatu, <coughs> punguza vitu vinavyokusumbua. Hizi tunaita distractions, distractions <coughs> yani vitu vinavyokutoa kwenye reli, sawa. Hivi vitu viko vingi sana. Inaweza kuwa simu ya mkononi, inaweza kuwa mitandao ya kijamii, wanaweza kuwa ni marafiki wasiokuwa na malengo yoyote. Wapo wapo tu, wanataka waje ofisini kwako, nyumbani kwako, kupiga tu story wakati wewe una vitu vya kufanya. Ona, una kazi ya kufanya. Kaja mshikaji, mnapiga stori. Unaacha kazi, mnapiga stori. Muda unaenda, muda unaenda. Ikifika jioni, nilikuwa na hii kazi sijafanya, lakini ndio tumeongea na mshikaji. Na kesho ukiamka tena kuna washikaji wengine wanakuja. You see, au mitandao ya kijamii. Ah, unajua unataka ufanye kitu, labda uingie kwenye Chat GPT, labda ujifunze kitu fulani. Wakati unaingia unaanza kutafuta vitu vingine, unaanza kuona vitu vingine, notifications zingine. Oh, kuna wasanii sijui wamegombana huko, sijui fulani kafanyaje. Unaanza kufuatilia umbea, udaku, mara siku imeisha. Kwa hiyo hivi ni vitu unatakiwa kujikontrol kwa nguvu kubwa sana, ili uweze kuwa kwenye mstari. Kwa hiyo unatakiwa wewe kwa makusudi, punguza vitu vinavyo kusumbua au vinavyokulia muda wako, tunaita distractions, kwa sababu vitu hivyo vitakupotezea muda sana sana sana. Sawa? Eh. Uh, kitu cha nne, fanya kazi hata kama hutaki, hata kama hujisikii. Sasa <laughs> hii ndio nidhamu. Nidhamu siku zote sio tu kwamba uh, nitafanya kazi nikijisikia au nitafanya nikiwa na, na, na, na muda sijui nini no, fanya kazi hata kama utaki. Kwa hiyo cha kwanza lazima uwe na ratiba, kwa kuwa ratiba unayo ukishaona ratiba yangu ni hii, then leo tumeshaamka au sijisikii, piga hiyo kazi. Nidhamu ni kufanya unachopaswa kufanya, hata kama ile hamasa au tunaita motivation imeondoka kwa wakati huo, just do it wewe fanya tu, na hii ni siri ya watu wengi wenye mafanikio. Nimezungumza na watu wengi sana na nimesoma kuhusu watu wengi kwamba huwa wanaamua kufanya kazi bila kujali wanajisikiaje. Ukichukua hiyo na wewe utakuja kunisimulia matokeo. Point namba tano: unawezaji kujenga nidhamu yenye kudumu kwenye maisha yako? Zungukwa na watu wenye nidhamu. Sikiza, mazingira huathiri tabia. Ukiwa karibu na watu wavivu <laughs> na watu wenye kulalamika lalamika, uh, most likely utakuwa kama wao lakini ukiwa na watu ambao ni wachapakazi, watu wanaojituma, hii itakuvuta upande wao pia, kwa sababu utaanza ni kuiga nidhamu yao, utaanza kuiga tabia zao. Kuna nukuu mbili unazipenda sana. Moja ya waswahili inasema ukitembea na mwizi, unaweza ukamalizia utakuwa mwizi. Nyingine inasema if you are running around with nine broke people you're going to be number 10, ukizunguka na watu tisa waliochoka, utakuwa wa kumi. Uwezi ukawa unamzuka funzi yote umechoka. Awe uwezi kwa una kitu ya wanakitu. Hata kipato huwa mara nyingi watu unaoamiliana nao unakuwa kama mnalingana lingana kipato. Just like that. Kwa hiyo, tafuta watu wa msingi na maana ambao wana vitu vinaeleweka, kuwa nao karibu. Zungukwa na watu wenye nidhamu ili kujenga nidhamu. Hiyo ni point ya tano. Point ya sita, jiwekee adhabu na zawadi. Sikiza, umejipangia ratiba kwamba leo bwana lazima nifanye vitu hivi vinne Ukivimaliza vitu hivi vinne leo, jipe zawadi. Ukishindwa kuvimaliza na ukagundua kuna uzembe umeufanya, kwamba kuna mchizi alikuja mkapiga stori, sijui kuna kitu ulifanya uka delay, ukafanyaje, sijui ulilala, sijui ulifanyaje, unajua mwenyewe. Ukigundua kwamba, kwa sababu ukifanya uzembe wewe unajua kwamba leo nimefanya uzembe, uzembe, uzembe. <laughs> leo nimefanya uzembe, jipige penalty, adhabu. Kwa hiyo zawadi na adhabu utajichagulia wewe mwenyewe. Kwenye zawadi, jichagulie vile vitu ambavyo wewe unapenda kama unapenda labda vitu kama ice cream nini, sijui <laughs> hakuna kula ice cream wakati wa hizo kazi, kwamba unakomaa unapiga kazi, wakati ukitoboa umefanikisha vitu vyako bana, leo nakwenda kula ice cream. Au unaweza ukajinunulia kitu chochote ambacho, kwamba da, nikifanikisha, kwa mfano ni project fulani kubwa. Kwa mfano sasa hivi labda natengeneza kozi fulani, hii kozi nikimaliza, najinunulia kitu fulani kikubwa kidogo, yani <laughs> lakini isipomaliza sinunui hicho kitu. Sawa, kwa hiyo jua jinsi ya, na hii ina, ina faida mtu atuliza sasa. Kujipa adhabu na zawadi inasaidia nini? Ah, hujui? Hii inasaidia au inakufundisha kuwajibika vina, binafsi yani, inakufundisha uwajibikaji binafsi, kujiwajibikia wewe mwenyewe kabla hajaja mtu kukwambia au kukutuma au kukuelekeza au sijui vipi, ushanielewa eh? Jambo la mwisho unahitaji kujenga nidhamu yenye kudumu kwenye maisha yako. Tathmini siku yako kabla ya kulala, kabla hujalala kila siku hakikisha unajiuliza. Kamata diary yako Cheki hivi hivi, leo unajiuliza hivi, leo, leo, leo nime, nimefanya nini kizuri? Au katika ratiba yangu leo nimekamilisha kipi? Kitu gani leo nimeshindwa kukamilisha? Kwa hiyo unapitia, unatiki, unakiona, unajua kile ambacho kuki, ukiweza kukikamilisha leo unakipush tomorrow, kesho. Kesho bana, tutaanza na hiki, unaviandika pale. Sio lazima sana uanze na hicho, lakini kwa sababu katika kuendea mambo unayofanya kwa siku unakuwa una prioritize. Ina maana unaviandika vitu kutokana na umuhimu. Cha kwanza kabisa namba moja, kinakuwa kitu muhimu zaidi na kigumu zaidi. Kwa hiyo, cha namba moja vinaenda hivyo hivyo mpaka kile kisicho na umuhimu kabisa. Ili pale unapoamka na nguvu unaanza na kile kikubwa zaidi kama nyoka unapiga kichwani, si ndio? Mimi naitwa Ezden Jumanne. Hii ni Success Path Network. Unatazama kutoka wapi, unaitwa nani, tuambie. Na pia umejifunza nini katika uh, episode hii ya leo, niambie hapo chini. Chochote ambacho unaona kinaweza kikaongeza namba nane, tisa, kumi na kuendelea huko chini Usiwe na wasiwasi, just let it flow, kwa sababu each one teach one. Tunajifunza kwa watu wengine, na mimi najifunza mengi sana kutoka kwenu pia. Na kushukuru sana Brother Othman nyuma ya kamera kwa production nzuri. So this is it, stay close, stay close and stay ready for another episode, beautiful one.